Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja kumbe, washikaji waenizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Mi naitwa Joni, tunakaa huku bondeni, tunashughulika na maswala ya kulimalima kama hivyo muda mrefu. Wazazi wetu washatuachia maeneo huku, washajenga nyumba hivi na hivi, na wengine wamesha kufa. Kwa hiyo sisi tunategemea tu kama mazingira fulani ya zetu na kuishi, tunategemea tu mazingira fulani ya kupendeleza kuwasomesha wadogo zetu shyu Mama, uh, sasa leo ghafla serikali ndio kama nataka itotoe huko kwa mazingira kusema kwamba huko uh, chafu labda maji tunayotumia sio halali yeah. Lakini sasa hatujajua imetuandalia miundombinu gani ya kutoa hapa kutupeleka sehemu nyingine yani. Yeah. Kwa hiyo mpaka hapo ndo tunashindwa kuelewa serikali itatusaidia vipi kuhusu swala hili hapa wakitutoa hapa asije baadae Yeah. tuishi maisha gani yeah. Ndo tunachofikiria. Ah, na una muda gani unafanya kilimo cha bustani hapa? Ah, mi toka mdogo nimekuwa Yeah. Nimeanza shule namuona baba ndo analima hapa hadi akafariki kaniacha mi mwenyewe Yeah. Nasimamia mashamba na kuendelea na wadogo zangu Yeah. Mara mpaka sahivi gafla ndo nimepata taarifa hizo, kwa hiyo na muda mrefu yeah. kutoka ni Toka pata akili na ile tunategemea kushambani tunakuja kuchukua mchicha matembele, eh, tunapata kuwish huku. Zinakuja taarifa tu na kuambiwa bwana, huku siku zote yeah, mtakiwa mwondoke hivi na hivi, lakini sasa sisi tunachongojea ndo hicho hapisha hapisha sana saa, sana sana tunaipata kabla ya kipindi cha mafuriko tu mvua, yeah, kija huku yeah, mboga zetu zinafunikwa nini na nini tunaza kuchukua tunaadhi yeah, miezi miwili mitatu ili kuandaa nyingine kwa yeah, hiyo kidogo na kwa hasara, lakini kwa serikali bado yeah, kukutia hasara haijafikia yeah, e, kwa sababu wanaongea tu bwana, yeah, tutafanya hivi na sisi tunazidi Hmm. Yeah, okay. Uh, oh. Mm. Ile uh. Yeah, okay. Uh, yeah. Yeah. Mm. Ile <N> bonde bonde kubwa inaanzia Jangwani huko hadi huko Segerea Kinyerezi. Kwa hiyo kila sehemu huko huko kuna watu wanalima mboga kama hivi kuanzia huko hadi Kinyerezi huko. Ya kwa hiyo ni sehemu kubwa kwa hiyo ni watu wengi sana ambao wanategemea ile bonde kwa ajili ya kulima. Mimi naitwa Daudi ni ya Segerea kweli mkulima wa bonde hili siku nyingi kutoka nasoma mpaka sasa hivi ndio ninategemea maisha ya maisha yetu tunaendesha kwa na kilimo. Hizo uh, tetesi za kusema tunafukuzwa tumezisikia lakini kama chanzo na sababu, mm. wanasemea kwamba ni mazingira ya maji, ni haya maji haya maji ya siku nyingi, si tunatumia. Naistoshe kama uchafuzi wa maji hayo inatokana na maviwanda, maviwanda yako huko juu mm. naisitoshe kama katika kudhibiti, labda huu mto uwe msafi au maji haya sio na makemikali sio na nini, kudhibiti maviwanda au kasimage maji taka huko katika mm. mto ambao sisi tunatumia na tuna visima vile vile vingine ambayo tunachimbachimba vya kienyeji uh, lakini huu mto ndio wa sukuini kwelikweli. Uh, si, si. Kwa hiyo kwa, mna visima hapa ambavyo mnatumia kwa ajili ya umwagiliaji eh? Tuna visima kama hapa, kuna kimoja pale, kuna kimoja kule, kuna kimoja pale tena kuna kimoja kingine ambavyo ni za kuchimba na zamani. Uh, kama zamani huko, uh, kukopona mabomba kabisa, kuko na visima a va uh, chemchemu. Uh, pale kuna kisima vimekufa, pale kuna uh, kisima vimekufa. Yani, kihistoria okay. Historia mm. na sisi tumeikuta hapa mm, kama kipande kile pale kile. Hata mm, na nini nasemekana alilima pale ma mwalimu Nyerere, na ndio ndio kisa cha kupewa watu maeneo haya, walima wakazi wakubwa walikuwa wanakaa hapa Ilala. Na mama na yani, wazee wa Ilala ndio asilimia kubwa, ndio bondeni ndio lao. Walikuwa na lima lima okay, sana zamani kabisa mipunga. Sasa hivi tumebakiwa na kilimo kikubwa sana cha mboga mboga hivi sari zake zinakuja kiasi kwamba ni hatuna pa kwenda, sasa tutaenda wapi? Utafutia okay, basi maeneo mengine tukalime, mm, au basi hata kama kazi na sisi tupate ajira. Hatuna ajira, sisi tunategemea mm, kilimo kama hichi, kwamba sisi tunatumia maji yale ya kwenye mto. Huwa mara nyingi sana tunambo, tunatumia maji yetu haya kwenye kisimani kama hivi, ni maji ya chemchemu haya, ni masafi ni mazuri tu, huwa tunatumiaga kwa ajili ya kumwagiliza mboga Sibuka loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi. Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha Chagu kuweka namba ya kampuni ambayo ni tatu sita saba saba saba saba kisha andika kumbukumbu kumbu namba tatu tano tatu nane kisha weka kiasi cha shilingi elfu moja kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia dro kubwa Disemba 9 mwaka elfu mbili na kumi na saba na, na dro za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni empesa ha? Baada ya kununua zawadi za, za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? pesa ni empesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Weit alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> mii ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Download Global App sasa, hakika itapendeza.